Katika mazingira ya kisiasa nchini Tanzania, vyama vya siasa vinatarajiwa kuwa na msimamo wa pamoja kuhusu masuala ya msingi ya kitaifa, hasa yale yanayohusiana na haki, usalama na utawala bora. Hata hivyo, hivi karibuni kumekuwa na hali ya sintofahamu ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema baada ya baadhi ya viongozi wake kutoa pongezi kwa jeshi la polisi, huku wengine wakipinga vikali hatua hiyo. Mnamo tarehe 30 Mei 2025, katika viwanja vya Manyema mjini Moshi, Chadema ilifanya mkutano wake ambao ulishuhudiwa wakazi wengi wa mji huo wakihudhuria, hasa ikizingatiwa ni ngome muhimu ya upinzani nchini. Katika mkutano huo, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa upande mmoja lilipongezwa na viongozi wa Chadema. Napenda nimshukuru OCD wetu, mpaka jana usiku tulikuwa naye kwenye simu tukiwa tunajadiliana kuhusu uwanja, maana tulipochagua uwanja wa manyema tukapewa taarifa kwamba kuna kiongozi mwingine ana shughuli yake hapa, lakini baada ya vikao vingi osidii wetu walifanya vikao na huo na viongozi wengine, mwisho muda wa kama saa mbili usiku alinipigia simu akiniambia, mtafanya nimewapatia uwanja wa Manyema. Jamani, tumpigie osidi wetu makofi. Tunakushukuru sana osidii, umetutendea haki na hapa Manyema jamani, kuna mtu yoyote ameibiwa? Kuna mtu yoyote amepigwa? Moshi iko salama, tumepewa na ulinzi, tumetoa aidha. Kwa upande mwingine ilipingwa vikali na mwenyekiti wa baraza la vijana la taifa la chama hicho Bavicha, Deogratas Mahinyila, ambaye alionekana kutofautiana na mwenyekiti mpya wa Chadema mkoa wa Kilimanjaro. people's, people's, yeah! ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa janja kabisa wa Chadema tunaitwa Bavicha. Kwa sababu ya muda, naomba nami niseme mambo yafuatayo kabla sijasahau. Nimemsikia hapa kiongozi mwenyekiti wangu wa mkoa amempongeza osi, amemshukuru OCD. Mimi OCD sikushukuru kwa sababu hujatenda hisani yoyote kwetu, umetimiza wajibu wako kwa mujibu wa sheria. Labda, labda, labda naweza nikakupongeza nikakupongeza kwa sababu moja tu, kwamba wewe hujafanya kama ambavyo mausidiri wa maeneo mengine wanafanya, kuvunja sheria kwenye taifa letu. Kwa hiyo nakupongeza kwa hilo, ingawa sio la lazima sana. Hilo lilikuwa la kwanza. Kwa upande wake, meya wa zamani wa manispaa ya Moshi Raymond Mboya aliweka bayana kuhusu kinachoendelea katika soko la Mbuyuni. Iba! mlikuwa mnaona bilioni tano nukta tisa mbuyuni au wezi almashauri kuna mabango matano lilianzia memoria bilioni mbili nukta mbili tukaenda wmc bilioni tatu nukta saba ikaja arusha bilioni mbili nukta mbili leo mkurugenzi anaenda kufungua soko anasema soko linatengenezwa kwa bilioni mbili swali la kujiuliza kwa nini kila bango lilikuwa na bei tofauti tunataka vyombo vihusika TAKUKURU, usalama waitwe hawa watu waulize, nini ilikuwa lengo la kuandika bei tofauti ya ujenzi wa soko. Lakini mheshimiwa makamu, tuna taarifa zote, lile soko limejengwa kwa bilioni moja. Mbunge wa zamani wa Moshi mjini kwa tiketi ya Chadema Jafari Maiko alipokelewa kwa bashasha na vigeregere na wakazi wa manispaa ya Moshi akiwataka wakazi wa Moshi kuwa mabalozi wa wengine kuhusu suala la uchaguzi kutokuwa huru na wa haki hatuamini wa katika uchaguzi kwa sasa, kwa sababu uchaguzi umekuwa sio uhuru na haki. Wote mshiriki uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini mliona namna ambavyo mawakala walizuia kwenda kwenye vituo, mliona namna ambavyo mawakala wetu walishinda kutoka na nafoto ambazo zimetokea hasa. Kwa hali hiyo hatutegemea na uchaguzi huru na haki. Kwa naomba na ndugu zangu wa Moshi mwama balozi wa ajenda hii muhimu ya no reforms no election peoples no reforms asante sana. Tetesi za kwamba Lucy Owenya amekimbilia chauma zilifutwa baada ya kuonekana katika mkutano huo akiwa na Chadema, jambo ambalo lilibua shangwe na nderemo uwanjani hapo mama, mama Waheshimiwa viongozi, itifaki ikiwa imezingatiwa, wananchi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina simnanijua Lusi ambaye ni nani? Mume wangu, alafu Lusi Ndesamuro ambaye ni nani? Marehemu baba yangu, alafu mnaniambia ni mwanachama Ai alisimama katika jukwaa na kuambia wakazi wa Moshi kuwa Chadema ipo kwa ajili ya kuikosoa serikali iliyokuwa madarakani ambayo kwa sasa ni serikali ya chama cha mapinduzi CCM, na sisi pamoja na virungu vya polisi hatuwezi kuacha kuwatetea polisi. Hiyo ndiyo kazi ya Chadema. Kuna kitu hamkijui, Chadema kupata chama cha usajili, usajili wa Chadema tafsiri yake tumesajiliwa kuikosoa CCM na serikali yake madarakani Siku Chadema ikipanda hapa ikaweza kusema mama anaupiga mwingi mama mitano tena, ujue chama hiko tukibadilishe kiwe sako tukopeshane tufe nasemaje? Kwa sababu tutakuwa tutendai haki basi ya makundi. Mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema alisimama jukwani muda mchache kabla ya John Heche kuhutubia hadhira ya watu wa Moshi huku akifukua mbinu chafu za Chauma kwa ajili ya kuiua Chadema na harusi. Tumewaonya na mheshimiwa, tutaenda kuwasikiliza. Mkienda kuwasikiliza, boda boda mtapewa pesa, mkaweka bendera zao, mkaandamana, inachukuliwa picha, ikichukuliwa e picha, ile picha itachukuliwa kwenye magazeti ambayo yote yameshanunuliwa, yataenda kwenye TV. Mtawatafutia kitu kunaitwa uhalali, na mkawatafutia uhalali, wataendelea kutumia pesa nyingi kuonga wataingia kwenye uchaguzi na hicho chama na watajitetea kwamba hata hicho chama cha Chadema ambacho mnasema kimezulumiwa na kina haki kubwa ya msingi katika nchi hakina watu tena. Awali, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Rosi Mayemba aliwahutubia wakazi wa Moshi waliokuwa uwanjani hapo, huku akisisitiza kampeni ya no reforms, no election. licha ya mapito wanayopitia kwa sasa likiwamo la Tundu Lisu kushikiliwa na vyombo vya usalama katika kipindi ambacho chama chetu kinapitia kimsingi, kinapita katika wakati ambao hakijawahi kupita tangu kuanzishwa kwake, kinapoona watu wako wengi namna hii bado wanaendelea kusikiliza, natupa matumaini makubwa sana katika kipindi ambacho watawala walidhani wanaweza wakanyaga zisha sauti zetu kwa kumkamata mwenyekiti wetu na kumbambikiza kesi ya uongo ambayo mwisho wa siku hukumu yake ni kifo, lakini bado mnaona Chadema wanaendelea kuchanja mbuga na ninyi mnaendelea kuwaunga mkono. Ni jambo ambalo linaleta matumaini makubwa sana, na kwa sababu hizo, ninyi wananchi tuendelee kuwaomba mtunge mkono, lakini pia mwendelee kukiombea chama chetu, kwa kuendelea kuwaombea viongozi wetu. Wanapita katika kipindi kigumu, wanahitaji hekima, wanahitaji busara, wanahitaji maarifa ya kimungu ili waweze kutuvusha katika hiki kipindi salama na tuibuke ni washindi. Amen. Hata hivyo Ipo taswira chanya ambayo inaweza kujitokeza kutokana na hali hii. Tofauti hizi zinaweza pia kuchukuliwa kama ishara ya kukomaa kwa demokrasia ya ndani ya Chadema, kwani katika siasa za kidemokrasia si lazima kila kiongozi afuate msimamo wa mwenzake bila kuuliza au kupinga. Uwepo wa maoni mbalimbali mbali mbali ndani ya chama unaweza kuashiria uhuru wa kujieleza na uwezo wa kufanya tathmini ya hali halisi kwa njia tofauti. Ikiwa viongozi wanapongeza jeshi la polisi kwa hatua chanya walizochukua kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa, basi ni haki yao kutoa pongezi hizo. Hii inaweza kusaidia kuanzisha uhusiano mzuri kati ya vyombo vya dola na vyama vya upinzani, jambo ambalo ni muhimu kwa maendeleo ya siasa za kidemokrasia. Tofauti za maoni kuhusu pongezi kwa jeshi la polisi zinapaswa kutazamwa kwa jicho pana. Zinaweza kuwa fursa ya kujenga mjadala wa kisera na kuimarisha uwajibikaji, lakini pia zinaweza kuathiri taswira ya chama mbele ya jamii iwapo hazitasimamiwa kwa busara na maelewano ya ndani.